Rais William Ruto ameahidi kuongoza miradi ya maendeleo ili kufanikisha ukuaji wa kiuchumi na kijamii katika eneo la Ukambani. Akizungumza wakati wa sherehe ya sikukuu ya mashujaa katika uwanja wa michezo wa Ithookwe kaunti ya Kitui, Ruto aliahidi kutembelea eneo hilo kwa ziara ya kikazi katika muda wa majuma mawili yajayo. Wakati huo huo, aliwakosoa wale aliodai wanaeneza siasa za migawanyiko katika eneo hilo, hatua aliyosema ime, imeathiri maendeleo kwa muda mrefu. Alitoa wito kwa eneo hilo kuendelea kuwa na umoja na kujitenga na viongozi wa kabila. Ripota wetu Joseph Wahungu na maelezo zaidi. Siku chache baada ya ziara yake eneo la Ukambani kuahirishwa kufuatia kifo cha Raila Odinga, Rais William Ruto ametoa tarehe mpya ya ziara yake eneo hilo wakati wa hotuba yake ya siku ya Mashujaa. wiki mbili zijazo mimi nitakuwa hapa, mimi nitakuwa hapa na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Ruto alitoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kuwapuuza wanasiasa wanaopinga miradi ya maendeleo inayoendelea katika kaunti hiyo, akisema ni sababu kuu ya eneo hilo kusalia nyuma kimaendeleo. maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo, ati maskini jeuri iko. Maskini jeuri ya kufanya nini? Wakati huo huo rais alitangaza uzinduzi wa miradi hamsini mikubwa ya maji ili kunyunyiza maji ekari milioni mbili za ardhi kwa lengo la kuhakikisha uwepo wa akiba ya kutosha chakula humo nchini. Rais Ruto pia aliahidi kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama eneo la Ukambani, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa bwawa la Thwake. Tumepata pesa bilioni tisa ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake by April um, May next year that dam will be complete na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Pia alitangaza mipango ya kukarabati barabara na madaraja na kuagiza wizara husika na mashirika ya serikali kuharakisha shughuli hiyo. Aliwahakikishia wakazi wa Kitui kuhusu mpango uliowekwa wa uwekaji umeme mashinani utakaolenga kuhakikisha makazi elfu kumi na sita yanapata umeme kwa, kwa gharama ya shilingi bilioni 2.2. Between now and February next year hizo manyumba elfu kumi na sita tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana. Baada ya hiyo awamu, tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Pia alifichua kuwa katika majuma mawili yajayo, serikali itaanza kutoa fedha kwa makundi ya vijana kupitia mipango ya uwezeshaji. Ruto alikariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha matibabu ya afya kwa wote UHC, akihakikishia wakaazi kuwa serikali imetenga fedha za kulipa hospitali moja kwa moja na kuhakikisha Wakenya wanapata matibabu na huduma za chanjo bila changamoto za kifedha. Watu 45 wamejisajili kwa watu milioni moja na laki moja kumaanisha asilimia 36 ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure. Rais Ruto alitoa wito kwa viongozi kuungana kwa manufaa ya ukuaji wa taifa. Joseph Wahungu, Darubini. Asanteni sana, ninawapenda sana.